Kwingineko ni kwamba wakazi wa kitongoji cha Mukuru kwa Njenga katika kaunti ya Nairobi hivi leo alikabiliana na maafisa wa polisi wakati wa shughuli ya ubomoaji wa makazi yao katika kile kinachodaiwa kuwa kupisha ujenzi wa barabara. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja alilazimika kuingilia kati na kusitisha ubomoaji huo, akitaja hatua hiyo kuwa kinyume cha sheria na kuahidi fidia kwa familia zilizoathiriwa. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu pia yameshutumu ubomozi huo, na kuwashutumu maafisa wa polisi kwa kukiuka agizo la mahakama lililosimamisha shughuli hiyo. Yale ambayo tumeona mahali hapa yametukera sana. Polisi wameletwa kulinda haki za binadamu, lakini hapa polisi wanakuja kuua watu. Tumekaa mahali hapa DCCI atokelezi kutuambia kwamba mahali hapa inabomolewa. So tunasikitika sana vile wanatufanyia kwa sababu shule ni hapa, makazi yetu ni hapa, tunaishi hapa, watoto wanasomea hapa hapa, wakitubomolea wanataka aje. Eh? Lazima wanataka saa hii watoto wako manyumbani, kazi wametuharibia. Tunashindwa hata kulipa school fees. The county government has not cleared any plan. And these people have been living in this distress for too many years you know, and And and we we we keep saying our first class country can't have our second class second citizen. And so we have we have, made sure this stops completely and that those affected are compensated. If there is need for any feeder roads, it must be signed off by the county government. Despite a court order, ambayo kila mtu akonayo na anaijua polisi wanatumiwa wanakuja in the dead of the night. saa saba usiku saa nane usiku. Wanakuja kusumbua watu wanaanza kubomolea watu Nande is a court order. Eh, uh, even last, uh, last month wamekuja hapo wamebomoa. There is a court order in watamu wanaendelea, there is a court order.